Kufuatia mapambano kati ya polisi na wanaodaiwa kuwa ni majambazi, uh, yaliyoanzia usiku wa kuamkia jana katika eneo la Vikindu jijini Dar es Salaam, tayari watuhumiwa kadhaa wameuawa katika mapambano hayo na wengine kadhaa kukamatwa na jeshi la polisi. Hii hapa taarifa kamili. Akitoa taarifa hiyo kwa waandishi wa habari, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Simon Siro amesema mapambano hayo bado yanaendelea, huku vikosi zaidi ya askari 80 waliopelekwa eneo la Vikindu ili kuongeza nguvu zaidi katika mapambano hayo hata hivyo Kamanda Siro amewatoa hofu wakazi wa jiji la Dar es Salaam kwamba jiji hilo bado ni shwari licha ya mapambano hayo yanayoendelea, ambapo amesisitiza hawezi kutoa taarifa zaidi jinsi mapambano hayo yanavyoendelea mpaka hapo operesheni hiyo itakapokamilika, na hiyo tarehe moja mwezi wa tisa elfu mbili na kumi na sita itaendelea kuwa shwari, na nichukue nafasi hii kuwa, kuwaomba na kuwasihi wanadarislam na hasa vijana ambao unajua, wanatafuta maendeleo yao na maendeleo ya nchi yao. Ni wasihi wasiingie barabarani hiyo tarehe moja, tuwaachie wale watu wachache ambao nia ya yao ni kuleta fujo katika hatua nyingine Kamanda Siro amewataka wakazi wa jiji la Dar es Salaam kutoshiriki maandamano ya kuto ukuta yaliyoandaliwa na CHADEMA kwa kile kinachosemekana kuwa maandamano hayo ni batili, na jeshi hilo la polisi limejipanga kikamilifu kupambana na yeyote atakayeshiriki maandamano hayo. Wale wazalendo wa nchi hii wasiopenda kupambana na jeshi lao la polisi, jeshi ambalo linawalinda, jeshi ambalo linalinda mali yao, naomba siku hiyo wasiingie barabarani, lakini wale ndugu zangu ambao wanataka kuonekana wanapambana na jeshi la polisi mimi, niwakaribishe siku hiyo waingie barabarani. Lakini wahakishie wana Dar es Salaam, hata wakiingia barabarani amani itaendelea ku na wale watakaothubutu kuingia barabarani sheria itachukua mkondo wake pambano kati ya jeshi la polisi na wanaosadikiwa kuwa ni majambazi yamekuja baada ya jeshi la polisi kupata taarifa za kuwepo kwa wahalifu katika eneo la Vikindu waliohusika katika mauaji ya askari wanne wa jeshi hilo yaliyotokea Mbande jijini Dar es Salaam hivi karibuni Abbas Mdilapi Channel 10